Ya karibu kwenye chaneli yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza tunaomba usubscribe hapo na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila siku. Uh, leo tutaenda kuangalia faida tano, faida tano za kutumia mota ya three phase katika mashine yako au katika kazi yako yoyote ambayo inahusiana na mota. Kwa hiyo uwe na mwanzo mpaka mwisho wa video hii, nadhani utajifunza na utaona umuhimu wa kutumia mota ya three phase na changamoto zake, japo tutabei zaidi kwenye faida. E, kwa hiyo na changamoto pia tutaziangalia, tuta kwa hiyo twende kazi. Namba moja, namba moja, tunakuja kwenye swala la nguvu. Mota za three phase zina nguvu kushinda hizi za single phase. Kwa hiyo faida ya kwanza, nguvu, zina uwezo mkubwa wa kufanya kazi ya, faida ya kwanza. Kitu cha pili tunaenda kwenye kuanza ile starting au torque, hii huwa inaanza yenyewe ukilinganisha kwamba na zile mota za single phase zinakuwa na kapasta na nini na nini, lakini hii ina torque kubwa, yaani ina kile kishindo kikubwa kwenye kuanza bila msaada wa kapasta au na vitu vingine. Kwa hiyo faida ya pili hiyo, uwezi kuona ina staki kwenye kustart. Ina stati vizuri kwa toko kubwa. Kwa hiyo hata kama imetokea labda unatumia hizi belti au mikanda mnaita, hata kama inatokea umeutight sana, ni rahisi mota ya three phase kuanza ukilinganisha na zile za single phase. Single phase, uki tight sana ile belt unaweza kutai ikashindwa kustati ya yeah. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu tunakuja kwenye ufanisi, yaani utendaji kazi. Hizi bana zina ufanisi mkubwa, hizi mota zina ufanisi mzuri. Washa washa, pia zinatumia umeme kidogo halafu zinafanya kazi kubwa, na ndo tunakuja kwenye hilo swala la ufanisi, kwamba lina ufanisi mzuri, lakini inatumia umeme kidogo ukilinganisha na mota nyingine za single phase. Kwa sababu kama utachukua mota ya three phase ya uspa tano uh, uspa tano, maximum current ya three phase haizidi ya ampia nane haifiki kwa utatumia umeme kidogo, ampia nane. Hapo ni maximum, lakini tukija kwenye single phase motor au horse power tano, current maximum unaweza itafika kwenye ishirini na moja mpaka ishirini na mbili. Hapo kwa unaweza ukaona sasa tofauti yake na kwa nini nasema hii ina ufanisi mzuri. Hii ina ufanisi mzuri kwa sababu hiyo. Tukija na jambo jingine ni kwenye swala la mtikisiko au vibration, mota za three phase zinakuwa na smooth rotation, yaani mzunguko ule laini, yani hakuna, yani ile vibration kubwa ukilinganisha na mota za single phase. Kwa hiyo jambo jingine ni hili sababu itakusaidia hata mashine yako kukaa vizuri, wala haiwezi kuweka kleki kwenye vyuma labda au edha kwenye zege, kama umetengenezea zege, haiwezi kuweka kleki kwa sababu inakuwa na mtikisiko mdogo. Kwa hiyo ni jambo la nne. Na jambo la tano na la mwisho na ambalo ni muhimu zaidi, na ndo tofauti kubwa zaidi tunakuja kwenye kudumu. Mota za three phase huwa zinadumu kwa muda mrefu bila kusumbua, ya tofauti na mota za single phase huwa zinakuwa hazina maisha marefu, lakini mota za three phase zinadumu muda mrefu kwa sababu ya hizo sababu nyingine ambazo tumezitaja eh, kwa hiyo hizo ndizo tofauti au hiyo ndio faida ya kutumia mota ya three phase. Ah, uh, cha kuongezea na cha mwisho kunakuja kwenye changamoto, changamoto za mota za three phase ni hasahasa ni miundombinu, yaani kuwa na umeme wa three phase ndio shida kubwa, yaani yeah, kuwa na umeme wa three phase, sababu ni gharama kidogo kuwa nao na ndio maana unakuta wengi huwa watumii, lakini ukifanikiwa kuwa na umeme wa three phase, basi mashine zako ut, utatumia umeme kidogo na utapata faida kubwa katika kazi zako. Asanteni sana na tunawapenda. Tunaomba msubscribe, hapo mbonyeze alama ya kengele Mshare na wengine waweze kupata hizi video, ucomment kitu ambacho unataka kujua au una swali lolote, tutakujibu haraka iwezekanavyo. Tukutane kwenye video nyingine, asanteni sana.